Je, unamtambua Samia Suluhu Hassan kama rais wa Tanzania? Swali hilo moja ya maswali yaliyoulizwa na mwandishi wa habari bwana Nyanda akimuuliza Boniface Jacob maarufu kama Boniyai ambaye aliwahi kuwa meya wa Ubungo na ni mjumbe katika kamati kuu ya Chadema wakati wakizungumza wakiulizana maswali mazito mazito na kupeana majibu. Sikiliza majibu ya Boniyai katika makipande. Sehemu hii ni sehemu tu ya mazungumzo haya ambayo yamechapishwa katika ukurasa wa mtandao wa Instagram wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Sikiliza hoja zao na tupe maoni yako nasemaje kuhusu majibu yaliyotolewa na Boniyai na maswali ambayo yame yameulizwa na mwandishi, na hii vuta nikuvute ya urais wa Samia Suluhu Hassan hasa baada ya uchaguzi ambao ulikuwa gubikwa na kila aina ya utata na mashaka na changamoto, huku kukiwa kuna makundi mbalimbali. Wasikilize ili tuende. Hey. Sawa, tukubaliane hivi, uchaguzi umekwisha, unamtambua Daktari Samia kama rais wa jamhuri. Uchaguzi umekwisha, uchaguzi umekwisha, wewe unamtambua Daktari Samia kama rais wa jamhuri ya muungano? Vizuri na chama changu kimeeleza vizuri. mm. Unamwamini? Ndio. E, wewe naongea na wewe mwenyekiti wa kanda, unamwamini Nakujibu na, na kujibu kwa sababu mimi ni mjumbe wa, mm. wa, wa, wa, wa mm. matiku pamoja, mm -hmm. na wao wenye kitu wakanda mjumbe wa matiku na ujumbe wangu wa matiku mm. umetoka tamko la chama ambalo unasimamwa mm -hmm. kila mtu mm -hmm. kwamba tunaamini kabisa uchaguzi au ni halali sawa, so, tunaamini viongozi wanapatikana kwenye uchaguzi ndio kupatikana katika njia ambazo mm -hmm. ni, ni halali hizo mm -hmm. na kwa sababu hiyo mm -hmm. kama hata katiba leo hii ingeruhusu viongozi mm -hmm. wale wakapingwa mahakamani mm -hmm. nina imani mm huenda -hmm. chama chetu kinaenda kupinga uchaguzi na kingepinga viongozi waliopatikana, lakini sasa swala la kwamba kuna Mm, kwa hiyo mnamwamini ama mwamini, sasa unamwamini kwenye jambo gani? E, jambo lolote unamwamini ka e, yeah, kwenye, kwenye jambo la kuunda tume eh? Unaweza ukaamini kwenye maamuzi anaweza kuyafanya kwa nini, kwa nini tumezungumzia tume, tume, tume aliyoiunda? Mm. Kwa sababu ana mamlaka kuiunda, kwa sababu mm, tayari ameapishwa mm, ila imani eh, lakini tunachoongelea sisi ni ubatili wa uchaguzi wenyewe. Mm. Sisi hatuna shida, ndio maana tunaenda mm, pale Magogoni kusema hapa hamna rais tumuondoe, sisi hatuko mm, huko mm. Sasa sawa hatuko huko mm, as long as vyombo vingine vimemwapisha, majaji mm, wamwapisha mm, na tayari nchi eh, kwamba ina ina ina rais mm, kwa njia ile ile ambayo wameteuliwa, angemteua mtu mwingine tunasema kwenye hiyo tume mm, Chadema ikusema kwamba mtu aliteua huyo kwamba sisi hatutaki na tumwamini hatuko ndo njia hiyo mm -hmm. Tulichosema wajumbe walioteuliwa wahusika, maanake tafsiri yake nini? mm -hmm. Alikuwa na nafasi ya kuteua hao wanaoaminika mm -hmm. alafu wakasikilizwa mm -hmm. E. Sasa msimamo wa chama uko wazi okay, kwamba e, uchaguzi wa tarehe ishirini na tisa ni wa aina gani na msimamo wa chama ni uchaguzi tunauona wa namna gani na tunaupinga kwa namna gani kwa sababu gani, tumeweka vizuri tu na ni msimamo wa kila mtu na ieleweke kwamba na pingine unaona watu wengine wanamshambulia tu makamu Mwenyekiti bure. Mm -hmm. Msimamo wa Chadema ukitamkwa. Mm -hmm. Ni msimamo wa kila mwanachadema na kiongozi wa Chadema. Mm -hmm. Mimi siwezi kusema kwamba Chadema wamesema X, mimi naamini kwenye B. Mm -hmm. Tafsiri yake e, kwenye vikao. Mm -hmm. Wengi wa, hata kama mtakuwa na maoni mawazo tofauti wengi wakisema ni hiki. Mm -hmm. Kinakubalika na msimamo huu. Ulianza maoni ya viongozi wetu wa chini wa matawi, mm -hmm. yakaja maoni ya kata, yakaja maoni ya wilaya na majimbo, baadaye kaja maoni ya mkoa na mkoa baadaye kwenye kanda kanda ndo kamati kuu inatoka na maoni namna hii. Kwa hiyo tunaamini msimamo wa wanachama wote mm, ambao ni nchi nzima kila sehemu mm. Okay. Naam. Mlijaribu kusema mtazuia uchaguzi wakati ule. Inaona mazingira ya uchaguzi ukafanyika. Oh, no, wewe uchaguzi uh, uli, ulifanyika? Kwa oh, maana ya... fanyika maana ya lingine ndio uchaguzi imeshatangaza kitendo cha kusema maana mm. yake tukubaliane, e, tukubaliane hapo. Unajua linachosema tukubaliane ili tujue kwamba haukufanyika, umeona? e, e, jaji akimwapisha rais pale, mm -hmm. ni mm -hmm. ni tofauti na unachoniuliza wewe kwamba mm. kilifanyika nini mpaka kamwapishi mm. mm -hmm. au tume mmefanya. Ndio maana nikamwambia mm. mm. ingekuwa kuna mahakama inaruhusu kuchallenge uchaguzi mm. wa rais mahakamani, huenda mm. Chadema wangekuwa mahakamani wana challenge ule uchaguzi na wangekuwa na vielelezo mm na ushahidi, mahakama ingewasikiliza, au huenda mahakama ingekuwa kipindi hiko, e, kama katiba yetu inaruhusu, ingekuwa na mamlaka na vielelezo Chadema wangepeleka, huenda ingebatilisha hilo jambo. Lingine lakini swala la tume mm -hmm. na mamlaka za tume, na wao kwa mamlaka yao wameenda pale na jaji mkuu amemwapisha mtu amekuwa rais e, kusema kwamba unatambua uchaguzi leo kwa uchaguzi wa rais, hilo jambo tofauti. Rekodi ya platform ya utawala kuto kutambua ndio mm. haipo ume... Lakini wewe utabaki na vilelezo vyako nyumbani wakati wa, wa, wa, kufanya jambo hili hiko hivi Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha dema hey, kinadai kufanyiwa kila unyama na sahi. Wanasema wamekamatwa viongozi wao hey. Wanasema wanadhurumiwa kwenye chaguzi zao sahi. Wanasema wako watu wao wameuawa mm, katika harakati hizi na wengine wamepotea, wengine wamepotea. Na wanasema mmoja wa wahanga wanaolalamika ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha dema sahi. Ukiendelea kuzungumza theory, wako watasema kwamba bado haujawa serious. Na wewe kwa mfano mm. huyo anayeaminika kwamba Chadema leo mkiambiwa peleka watu mm. au ukiambiwa leo Chadema kutaneni na kiongozi fulani ni nani na nani, ili tuondoke kwenye theory. Mamlaka zinasikiliza na hapa hatufanyi mzaha yes, ili tuone kwanza. Njia yako hiyo pia nayo sio nzuri. Kwa sababu gani? nikimtaja sasa hivi labda fulani x ndo tunamsikiliza sianaaminika, umemtaja Warioba hapa iko hivi uh -huh. Sisi Chadema tunapigania usawa uh -huh hatutaki kuonekana tuko juu, na tutakipinga CCM wasiwe juu yetu kwenye mazungumzo. Tunachokipinga wasiwe juu yetu, wasituendeshe. Tupate chombo cha kwanza, chombo kabla ya mtu, tupate chombo ambacho kitakuwa na mamlaka. Viko vyombo nchini, unaviamini wewe? Ambacho nikisema mimi chombo hicho, nikisema nyanda aliniteka, kiwe na uwezo wa nyanda aitwe, na ushahidi mimi kutekwa nyanda niweke na, nikiwa niwe na imani kwamba chombo hicho uwezo mm, wa kukabiliana na ninachokisema mm, kwa mfano mzuri wenzetu South Africa mm, wenzao timu yetu ya maridhiano mm -hmm, ukweli na maridhiano tuliona mm -hmm, si kwamba eti kwamba upande mmoja nikisema mm -hmm, mimi mtu B, tafsiri yake mtu B mimi ndo nataka inawezekana upande ule utaki mm -hmm, kwenye usuluhishi mm -hmm, au kwenye jambo lolote la kuongea kwenye tunaitana mezani mm -hmm, hapaswi mtu mmoja kuonekana yuko juu kuliko mwingine. Majaji wa nchi hii unawaamini, eh? Sio wote wapo wanaamini, kama wapo ambao wanaamini. Wa vyombo eh, vya ulinzi unaviamini? Vyombo vya ulinzi ndo watuhumiwa. Mm, hawezi kuaminika. Hawezi kuaminika. Eh, taasisi eh, za dini unaziamini? Vipo taasisi za aminika na zipo ambazo haziaminiki. Oh. Kwa hiyo manake unayo orodha ya watu wanaoamini. Sio kwa individual. E, kwa taasisi. Nakupa kwenye chombo. Kwa maana taasisi. E, kwanza lakini vile vile mm, nimesema mm, msingi wa kwao. Mm, utangulie mamlaka yake ya kisheria usiingiliwe. Mm-hmm. Kwa mfano, umeniuliza vizuri tumeii moja ya sababu kubwa ambayo watu wanasema kwamba wana imani nao. Mm, wana imani kwamba wanaweza kaingiliwa na wanaweza kapangiwa cha kuandika kwenye ripoti. Mm. Kwa nini? ni utumishi wao na viapo vyao wakiwa kazini kwenye serikali. Je, mm, mm. Leo anaweza kumtuhumu kwamba huyu mimi ndo nalalamika ndo amefanya jambo hili na akawa salama? Kwa tunaona kabisa hata wao kazi yao sio salama, ni hatarishi mm. kama watamua wachukue msimamo ambao ni mkali, moja kwanza unailinda mm. ile kile chombo mm. kilindwe iza na mm. sheria mm -hmm. au na katiba yenyewe. tunavyozungumza tunavyozungumza mm. kwamba chombo hiki kinalindwa kuingiliwa kimeundwa, tunaamini kabisa kitakuwa kiko huru, hiko kinaanza kumuita mtu mtoto akamsikiliza. Hii katiba tulionayo mmekuwa mkilalamikia kwa muda mrefu sana na. na kwa sababu katiba ndio msingi mkubwa ni inatoa bado nguvu za kutosha kwa kiongozi mkuu wa nchi katiba tulionayo. Hata sheria zote zitakazoibuka baada ya leo bado zitaanguka kwenye hiyo katiba. Kipi kinapaswa kuanza, kinapaswa kuanza chombo kuundwa ama kuundwa katiba mpya kwa sasa, ili angalau hicho nachokisema kionekane kina mantiki kwenye hili tunalozungumzia, mm -hmm. kama tunataka tufanye uchunguzi mm -hmm. tunataka tufanye tufuatilie waliotekwa, waliopotea mm -hmm. tunataka watu tusikilize, ndugu zao wapotea, wengine wameuawa mm -hmm. na wana taarifa, si lazima mm -hmm. eti kwamba katiba haijasema kitu kiundwe. mm-hmm. Zipo mamlaka za rais mwenyewe. mm-hmm. Anaweza akazitumia. mm-hmm. Na si sio mamlaka, mm-hmm. ukiwa na dhamira. mm-hmm. Na mwingine mamlaka yako si kitu. mm-hmm. Issue ni kwamba mtanzania akae nchini kwake, mm-hmm. awe na amani, mm-hmm. awe anaamini kabisa kwamba anatendewa haki. mm-hmm. Na jambo hilo, mm-hmm. cha kwanza ni dhamira. mm. Eh, eh, kwa hiyo wewe kuhusu kuhusu, kwa mfano wewe ukimteua huyo tunayemwamini kwamba anaaminika, mm. kilichotangulia hapo ni political will mm. ule ile will uliotumia wewe kumteua x ambaye Mm. Wili ile ile, ukimteua bili ambayo watu wanaamini kabisa anaaminika. mm. hii kitachotangulia hapo ni utashi wako mm. na ule o, e, imani yako kwamba hapa kwamba mimi masuala yangu ya nje yako mbele kuliko cheo changu mm. na kuliko mamlaka yangu, lakini mm. tukisema kwamba ana mamlaka na mamlaka mamlaka, ndo hayo yatakupeleka kuteua watu ambao muda mwingine wanaweza fanyaje? mm. wasisikilizwe